Mtazamaji inacho chama cha Orange Democratic Movement hii leo kimemteua seneta wa Siaya ya Oburu Odinga kwa kaimu kiongozi wa chama hicho kufuatia kifo cha Raila Amolo Odinga. Katika taarifa iliyosomwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Mombasa, Abdulswamad Shariff Nassir, baada ya kikao cha dharura cha kamati kuu ya kitaifa jijini Nairobi, baraza hilo lilisema Oburu ataongoza chama cha ODM kwa muda hadi kitakapokutana kita kumchagua kiongozi mpya. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim ana maelezo zaidi. Kikao cha asubuhi cha kamati kuu ya kitaifa ya chama cha Orange Democratic Movement ODM kilimteua rasmi seneta wa kaunti ya Siaya Daktari Oburu Oginga kwa kaimu kiongozi wa chama hicho. With this regard, the NEC has designated the senator of Siaya County, Honorable Dr. Oburu Odinga, to be the acting party leader until the time that the top party organs will meet and elect a substantive Kikao hicho kiliunga mkono uteuzi huo ambao utaanza kutekelezwa mara moja kwa kauli moja. Kamati hiyo imesema uteuzi wa Uburu unanuia kuhakikisha shughuli za chama zinaendelea ipasavyo. That the ODM remains united just like it is was during the right honorable Raila Amolo Odinga's time. We believe in unity of purpose. A stronger democratic party and a party that must live on for many years to come. Oburu ambaye ni kakaake marehemu Raila Amolo Odinga amekabidhiwa jukumu hilo la uwenyekiti katika kipindi hiki nyeti wakati chama hicho kinajiandaa kumtafuta kiongozi mpya kufuatia kifo cha Raila Amolo Odinga jana nchini India. And to avoid uh, leaf funeral parlor which will have very minimal Raila ambaye atapewa mazishi ya kitaifa atazikwa siku ya Jumapili nyumbani kwake Bondo, kaunti ya Siaya, kwa mujibu wa ombi lake binafsi la kuzikwa katika muda wa saa 72 baada ya kifo chake. Leading to the final day on Sunday 19th, October 2025. Hii ni mara ya pili kwa mabadiliko rasmi ya uongozi kushuhudiwa katika chama cha ODM. Mara ya kwanza ikiwa mapema mwaka 2024 wakati Raila Amolo Odinga alipomkabidhi gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o jukumu hilo kwa muda wakati alipokuwa akiwania nafasi ya uwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika AUC. Abdiaziz Hashim Darubini.